hayawi hayawi atimaye yamekuwa tarehe mbili mwezi wa kumi na moja mwaka 2025. Wana wanamama wa kikao cha Masjid Sakina wameweza kuiandika story kwa mara ya kwanza kwa mapokezi mazuri kuweza kupokea Ustaadhati Anti Kudra kwa, anti kwa madha iliyokuwa nzuri mada shirki na uharamu wake na waislamu kuwekeana fazia baina ya waislamu tuweze kumsikiliza kiongozi wa kinamama wa shirika la Ihsani

kwa kumtisha tumanyoka kwake tunakuja hapo tunduku kwa kishenzi, kwa uchawi tunje tuko, tumejea upi hivi? Wachawi wamejea, wachawi wamejea kama vile vile zama za za pirao ni gana tumbali hapo tu, akizungumzia uchawi yetu, anamtafuta Anti Koundra, mnatafutia nini, si ndio? na wafahamisha watu uchawi kama ni haramu, kwa nini wao jitishie uchawi? Na wao wanasema kutamuliwa, wao utakuwa zangu wa dunia, akifa wao watapata zangu ya dunia, yeye anakufa kwa siku zake. Ee, baada ya kuitoa mada iliyokuwa nzito ya shirki, aliweza kuzungumzia na mada ya Waislamu kuweza kuvunja undugu baina yao. Ndipo wahenga wanasema mficha maradhi kifo humuumbua. Kumbe palikuwepo na mama ambao walikuwa na ugomvi kitu cha muda mrefu, ila Ustazati Anti Koundra ameweza kuwaita hadharani na kuweza kuwakutanisha. Ilikuwa ni stori ambayo isiyokuwa na mfano. Ilikuwa ni furaha isiokuwa na mfano kwa kina mama Masjid Sakina kuweza kuombana misamaha hadharani. Ilikuwa ni siku ambayo wanamama wote waliweza kufurahi kwa kuweza kuombana misamaha. Tuweze kusikiliza nini alichokizungumza anti Koundra kwa kuweza kuwakutanisha kunako siku hiyo ya Jumapili. Ilikuwa ni story ambayo sio ya mfano yale ambayo nimefikishiwa ningeweza kukiri mbele ya Mwenyezi Mungu subhana wa taala, sipi ni shahidi mpaka mbele ya Allah subhana wa taala. Na mi ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu subhana wa taala. Na naiti tungelikuwa tunajua kazi ya watu ambao wanaefikisha mawaidha, watu wangekuwa wanatuheshimu. Kwa sababu hii kazi sio kazi ndogo. Mtu anajitoa muhanga, unakubali wa kutoa nafsi yako. Nani anaweza akajikubalisha akasema simamishe watu Dada, simama kwa jina la Mwenyezi Mungu na una ugomvi na dhaka. Simama. Muone haya Mwenyezi Mungu. Mimi si mjui ndio tu. Mwenyezi Mungu ana msimama ndio huyo. Muone haya Allah, kama uko hapa simama. Tena wacha na mbaka, kama uko hapa. Haya bismillah. Anaweza rau mwongozi anakuwa ni amefanya ame nini na mzarau Allah subhanahu wa taala. Atakuwa chini ya moto wa Mwenyezi Mungu. Basi Mwenyezi Mungu atakusuhu ni kwa ajili ya Allah leo, tunakuja patielewetu. Simameni kwa ajili ya Allah wapi? Au auwamta

Baada ya kuwakutanisha Waislamu wanamama kwa ajili ya Allah uongozi tumweza kuachia jukumu la kumtafuta mgomvi ambaye ana ugomvi na mama yetu Dabahati. Baada ya hapo, ilikuwa ni furaha isiyokuwa na mfano, wana mama wanamama, kwa kuweza kuombana misamaha, kwa kuweza kukumbatiana kwa, kwa, kwa ajili ya kwa Allah. Tuweze kushuhudia ni furaha gani ambayo iliweza kuonekana siku hiyo ndani ya Masjid Sakina, na kwa kuweza kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kwa takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Sakina TV Burundi, utulivu wa umma.